Tujifunze neno la Mungu chini ya mahubiri yenye kichwa Maneno Yanayoleta Baraka. Tufungue Yohana sura ya tatu. Yohana sura ya tatu mstari wa tatu. Yesu akamjibu: Amin, amin nakuambia, hakuna mtu anayeweza kuuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Ikiwa kuzaliwa kwetu kimwili ni kuzaliwa mara ya kwanza, kuzaliwa kwetu kiroho kunafafanuliwa kama kuzaliwa mara ya pili katika Yohana sura ya tatu. Hebu tuseme katika wakati uliopita, mara nyingi tulikasirika kwa urahisi. Tulilalamika sana na tulitenda kwa njia hasi kuelekea wengine. Hatukuweza kudhibiti hasira yetu na tuliwashinikiza watu kwa ukali. Je, kuzaliwa mara ya pili hakumaanishi kuzaliwa upya? Kwa hiyo sasa ni lazima tuzaliwe upya kama wale ambao wametakaswa na kuponywa kupitia nguvu ya neno la Mungu kwa kutosema tena maneno ya malalamiko, jeuri au wivu. Ni lazima tunene maneno ya kuwatia moyo, kuwaunga mkono na kuwaimarisha wengine, ili kwamba tuweze kufika pamoja kwa usalama nyumbani kwetu mbinguni, tukishikana mikono. Tukinena kwa namna hii tu Mungu hatatujumuisha katika kundi la wale ambao hawataingia ufalme wa mbinguni. Hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Angetuambia, maisha yenu yanastahili kuingia katika ufalme wa mbinguni sivyo? Baadhi ya waumini wana mwelekeo wa kulichukulia fundisho la kuzaliwa mara ya pili kwa wepesi, ingawa wanaamini kwamba kutoishika Pasaka na siku ya Sabato hakukubaliki na kutasababisha madhara makubwa. Kila mtu, hakuna sehemu ya neno la Mungu ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa urahisi. Tuangalie Mathayo sura ya tano mstari wa ishirini Mathayo sura ya tano mstari wa ishirini Kwa maana nawaambia, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na walimu wa sheria Je, nini kitatokea? Kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Je, hii pia si sheria iliyotolewa na Mungu? Hata alitia ndani neno kamwe kuweka msisitizo. Tunapaswa kuzaliwa upya kama watu wapya katika Mungu na tuchukue mfano wa watu wa mbinguni. Je, haitupasi sisi kutambuliwa kama wale walio tofauti na watu wa ulimwengu katika maneno matendo na mitazamo yetu? Tuangalie mstari unaofuata, mstari wa ishirini na moja. Mmesikia walivyoambiwa watu wa zamani, kwamba usiwe yeyote atakayeua atapaswa hukumu. Lakini mimi nawaambia kwamba yeyote atakayemkasirikia ndugu yake atapaswa hukumu. Tena yeyote atakayemwambia ndugu yake raka, raka ni tusi kwa Kiebrania, yeyote atakayemwambia ndugu yake raka atapaswa kujibu kwa baraza la Wayahudi, lakini yeyote atakayesema wewe mpumbavu atapaswa hukumu ya moto wa Jehanamu. Hatupaswi kamwe kusema mambo kama hayo kwa mtu yeyote katika Sayuni, sivyo? Kuna maneno yanayoleta baraka, yanayomgusa Mungu na kuturuhusu kuingia mbinguni. Lazima tujifunze hayo kutoka kwenye Biblia na tuyaweke katika vitendo. Kwa hiyo asante, e. Samahani, nitajitahidi zaidi na kufanya vizuri zaidi kuanzia sasa, ni maneno ambayo yanapaswa kuwa daima Sayuni, kwa kuwa hayasababishi madhara bali yanaonyesha heshima kwa wengine. Lazima tujifunze kusema, hebu tufanye kazi pamoja kwa upatanifu na umoja. Katika Yohana sura ya tatu, Yesu alisema hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu kama hajazaliwa mara ya pili. Na katika Mathayo sura ya tano, alisema haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na walimu wa sheria, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Pia tuthibitishe hili katika Wathesalonike wa kwanza sura ya tano. Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa saba. Kwa kuwa wote walalao hulala usiku na wale walewao hulewa usiku. Lakini kwa kuwa sisi ni wana wa, sisi ni wana wa nini? Mchana. Basi tuwe na kiasi, tukijivika imani na upendo kama dirii kifuani na tumaini letu la wokovu kama chapeo. Kwa maana Mungu hakutuita ili tupate ghadhabu, bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuone ni maneno gani wale watakaopokea wokovu wanapaswa kutumia kwa kufungua mstari wa kumi na tano. Katika mstari wa kumi na tano imeandikwa, angalieni kuwa mtu asimlipe mwenzake maovu kwa maovu, bali siku zote tafuteni kutendeana. Tunapaswa kujitahidi kutendeana vipi? Mema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Furahini siku zote. Tunapaswa kufanya nini kingine? Ombeni bila kukoma tunapaswa kufanya nini kingine? Shukuruni kwa kila jambo, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Hivi ndivyo Biblia inatufundisha. Tunapoendelea maishani, wakati mwingine tunakasirika au kufadhaika na hatuwezi kudhibiti hisia zetu, walakini lazima tukumbuke, haki yenu isipoizidi haki ya Mafarisayo na ya walimu wa sheria, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Lazima pia tukumbuke hakuna mtu awezaye kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Tunapoishi kwa kufuata mambo ya kilimwengu kwa urahisi, tunaangukia kwenye kunung'unika, kulalamika, kinyongo, kukosoa, husuda, wivu, kiburi na majivuno. Je, wale waliozaliwa mara ya pili katika Mungu wanapaswa kufanya nini kuhusu mambo haya? Lazima tuyaondoe yote. Watu kama hawa huenda wapi? Wanaenda mbinguni. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 15 inasema hu. Angalieni kuwa mtu asimlipe mwenzake maovu kwa maovu, bali siku zote tafuteni kutendeana mema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote. Tunapaswa kufanya juhudi kujibu na kunena kwa njia ambayo tunaweza kutoa athari nzuri juu ya watu wengine. Ingawa mabadiliko ya ghafla yanaweza kuwa magumu, ikiwa tulikuwa tumezoea kulalamika mara kumi, hebu tupunguze hadi mara tano, kisha mara mbili, na mwishowe tuache kabisa, ili kwamba hatua kwa hatua tuweze kubadilishwa katika Kristo. Basi tunapaswa kufanya nini? Lazima tufurahi siku zote. Tunapokuwa na furaha hatulalamiki, si ndio? Tunapaswa kufanya nini katika hali zote? Tunaposhukuru hatulalamiki kamwe. Furahini siku zote, ombeni bila kukoma na shukuruni kwa kila jambo. Haya ni mapenzi ya Mungu. Hata kama mume, mke au watoto wako wanasema jambo linalokufanya usistarehe kidogo, jibu kwa mtazamo, ninaelewa hilo linaweza kutokea, na uwatendee kwa fadhili kama watu wa mbinguni. Tafadhali kumbukeni kwamba kwa kufanya hivyo baraka zitalundikana mbinguni mara moja, mara mbili, mara kumi, mara mia na hata mara elfu. Je, hii pia si amri ya Mungu tuliyopewa? Ingawa haya ni mapenzi ya Mungu, vipi kama tunakasirika kila siku tunabishana na watu tukisema maneno makali na tunatanguliza hisia zetu bila kujali kama wengine wanapenda au la, ndipo tutaishi maisha ya kipumbavu ambapo tunaivunja mara kwa mara sheria iliyo katika Wathesalonike wa kwanza sura ya tano 하나님의 알려 주셨는데도 그걸 전부 어겨 버리는 licha ya kujua kwamba ni mapenzi ya Mungu na kutotii kila kitu. Tuangalie Waefeso sura ya 4 mstari wa 22. Mlifundishwa tulifundishwa kufanya nini? Kuuvua mwenendo wenu wa zamani, utu wenu wa kale ulioharibiwa na tamaa zake za udanganyifu, ili mfanywe upya roho na nia zenu, mkajivike utu mpya ulioumbwa sawasawa na mfano wa Mungu katika haki yote na utakatifu. Kwa hiyo kila mmoja wenu avue uongo na kuambiana kweli, mtu na jirani yake, kwa maana sisi sote tu viungo vya mwili mmoja. Mkikasirika msitende dhambi, wala jua lisichwe mkiwa bado mmekasirika, wala msimpe ibilisi nafasi. Yeye ambaye amekuwa kiiba asiibe tena, lakini lazima ajishughulishe, afanye kitu kifaacho kwa mikono yake mwenyewe, ili awe na kitu cha kuwagawia wahitaji. Hivyo tunapaswa kufanya nini? maneno mabaya yasitoke vinywani mwenu, bali yale yafayo kwa ajili ya kuwajenga wengine kulingana na mahitaji yao, ili yawafae wale wasikiao. Wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwake mlitiwa muhuri kwa ajili ya siku ya ukombozi. Mstari wa 31: ondoeni kabisa. Tunapaswa kuondoa nini? Uchungu, ghadhabu, hasira, makelele na masingizio, pamoja na kila aina ya uovu. Mungu anatuamuru tuyaondoe hayo mambo, lakini baadhi huendelea nayo kisiri. Ikiwa yatupeni mbali ni amri ya Mungu, kufanya hivyo ni kutii sheria ya Mungu. Je, kuna mtu yeyote ambaye ameficha jambo fulani mfukoni mwake leo akifikiri hili ni la dhamani mno kutupa? Leo mara tu baada ya ibada kuisha, hebu tuyatupilie mbali. Mungu anasema yaondoeni kabisa pamoja na kila aina ya uovu. Tufungue mstari wa thelathini na mbili. Tunapaswa kutendeanaje? Kuweni wafadhili. Na tunapaswa kufanyaje kingine? Wenye kuhurumiana ninyi kwa ninyi. Lazima tuwahurumie wenye dhambi ambao wasipovumilia katika ukweli hadi mwisho hawana budi kwenda jehanamu. Mkisameheana kama vile naye Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Sura ya tano mstari wa kwanza Kwa hiyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwao, mkiishi maisha ya upendo kama vile Kristo alivyotupenda sisi akajitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka yenye harufu nzuri na dhabihu kwa Mungu. Kama watu wa mbinguni tutabadilishwa kuwa na mfano mtukufu wa Kristo na kufurahia uzima wa milele na baraka katika ufalme wa Mungu. Basi hatupaswi kujizoeza kuufikia utauwa katika dunia hii. Je, itakuwa sawa kutojizoeza? Maneno yote ya Mungu katika Biblia ni sheria ambazo ni lazima tuheshimu na kutii. Kwa hiyo lazima tusiseme, hili haliwezekani kwangu kushika. Kila kitu lazima kishikwe, lazima tufanye juhudi. Wakati wa sherehe ya kunawa miguu, Petro alisema, Bwana wewe hutaninawisha miguu kamwe. Basi Yesu alisema nini? Alisema usipofanya ninayokuamuru kuanzia wakati huu na kuendelea utakuwa na sehemu nami. Kila mtu, maneno ya Mungu hayapaswi kuwa yasiyotuhusu sisi, sivyo? Kwa hiyo tunapaswa kufurahi siku zote, kuomba bila kukoma na kushukuru katika hali zote. Natumaini kaka na dada wote Sayuni watavua utu wao wa kale na kubadilishwa kuwa na utu mpya, ili mwaka huu tumwambie Mungu kwa kujiamini, sasa niko tayari kuingia mbinguni. Katika kitabu cha Hesabu kulikuwa na maneno chanya na maneno hasi yaliyonenwa na wale wapelelezi kumi na wawili. Kumi kati yao walinena kwa njia hasi. Hatuwezi kabisa kuiteka nchi ya Kanaani itiririkayo maziwa na asali. Walakini wawili kati yao hawakufanya hivyo. Hata kama watu hawa ni wakubwa na warefu, wao ni mkate wetu kwa kuwa ni nchi Mungu aliyotuahidi. Kila mtu ilikuwa tayari imeamuliwa ni nani awezaye kuingia Kanaani na ni nani asiyeweza kuingia Kanaani. Kwa nini kundi la pili halikuweza kuingia? Hawakunena maneno yanayoleta baraka. Maneno ya imani siku zote huleta baraka. Maneno yanayomtanguliza Mungu na kumwona yeye kama mwokozi wa roho zetu siku zote yanaambatana na baraka. Kwa Yoshua na Kalebu, Mungu alisema, ninyi wawili hakika mtaingia nchi ya Kanaani. Walakini, kwa habari ya wale wapelelezi wengine kumi na wale waliojiunga nao katika kunung'unika na kulia, Mungu alisema, hakika hamtaingia nchi ya Kanaani. Kila mtu, hebu tuchunguze maneno gani katika Biblia huleta baraka na maneno gani huleta laana. Katika kitabu cha Injili tulichosoma awali imeandikwa kwamba mtu yeyote anayemwambia kaka au dada raka hataingia mbinguni, bali atatupwa jehanamu. Kila mtu, lazima msilichukulie hili kwa urahisi. Hatupaswi kufikiri, ingawa haya ni maneno yaliyonenwa na Yesu, yanahusu utu ya kibinadamu tu. Hili pia limewekwa na Mungu kama kiwango muhimu cha hukumu kinachotenganisha wale waendao mbinguni na wale waendao jehanamu. Kuhusu kila muumini wa familia yetu ya Sayuni, Mungu anatuamuru tuwatendee kama nani? Lolote ulilofanya kwa mmojawapo wa hawa walio wadogo, wa umelifanya kwa ajili ya nani? Imeandikwa umelifanya kwa ajili yangu. Kwa maneno rahisi, umefanya kwa ajili ya Mungu. Tunaponena maneno ya kutia moyo ili kuimarisha aliye mdogo miongoni mwetu, tunazungumza na Mungu. Tuhakikishe hili kupitia Biblia. Tuangalie Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Naye mfalme atawajibu, amin nawaambia, kwa jinsi mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Hapa watu wamegawanywa katika makundi mawili: kundi lililo upande wa kuume ambao Yesu anawabariki na kundi lililo upande wa kushoto ambao kwao anatangaza adhabu. Basi je, watu hawa kweli walimtendea Mungu kwa njia hiyo? Hawakumtendea Mungu hivyo moja kwa moja. Hata hivyo, matendo yao kuelekea kila mtoto mdogo anayemwamini Mungu yanadokeza nini? Hatimaye yanakuwa kigezo muhimu katika kuamua kama wanaenda mbinguni au jehanamu. Tuendelee kusoma mstari wa 33. Katika mstari wa 33 imeandikwa, atawaweka kondoo upande wake wa kuume na mbuzi upande wake wa kushoto. Ndipo mfalme atawaambia wale, wale walioko upande wake wa kuume, njoni <kisulurie> ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula, nilikuwa na kiu, mkaninywesha, nilikuwa mgeni, mkanikaribisha, nilikuwa uchi, mkanivika, nilikuwa mgonjwa, mkanitunza, nami nilikuwa kifungoni, mkaja kunitembelea. Ndipo wale wenye haki watakapomjibu Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa tukakulisha, au ukiwa na kiu tukakunywesha? Lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Tena ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa tukakutunza, au ukiwa kifungoni tukakutembelea? Naye mfalme atawajibu, amin nawaambia kwa jinsi mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Alifanya uamuzi kwamba kuwatunza kaka na dada wenye uhitaji, kuwaunga mkono, kuwatia moyo, kuwatia nguvu na kuwafariji ni sawa na kufanya hivyo kwa ajili yake. Tuone mstari wa 41. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu, ninyi mliolaaniwa, nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Kwa maneno mengine, watatupwa jehanamu. Tuone mstari wa arobaini na mbili. Kwa maana nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula, nilikuwa na kiu, hamkuninywesha nilikuwa mgeni nanyi hamkunikaribisha, nilikuwa uchi hamkunivika, nilikuwa mgonjwa hamkunitunza, na nilikuwa gerezani nanyi hamkuja kunitembelea. Ndipo wao pia watajibu, Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu au ukiwa mgeni au uchi au ukiwa mgonjwa na kifungoni na hatu kukuhudumia? naye atawajibu, Amin nawaambia, kwa jinsi ambavyo hamkumtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, hamkunitendea mimi. Ndipo hawa watakapoingia kwenye adhabu ya milele, lakini wale wenye haki wataingia katika uzima wa milele. Jambo hili huamua nani ataenda mbinguni na nani ataenda jehanamu. Tunadhani kwamba hii si sehemu ya agano jipya kwa kuwa tunaadhimisha Pasaka siku ya Sabato na sheria ya Mungu ya agano jipya. Kila mtu, vipengele vyote vya agano jipya lazima hatimaye vijenge hulka yetu. Ili kuwasamehe watoto wake wenye dhambi, je, Mungu hakutoa mwili na damu yake kuwa dhabihu? akionyesha upendo wake na kutuongoza kutoka mautini hadi uzima wa milele. Kila tunapokula mkate wa Pasaka na kuinywa divai ya Pasaka, tunapaswa kufikiria nini? Tunapaswa kufikiria kuhusu upendo na dhabihu ya Mungu kwa ajili ya wenye dhambi. Mimi pia lazima niishi maisha ya aina hii kwa ajili ya kaka na dada zetu. Roho hii lazima iwe hai katika agano jipya. Kweli ni lazima tuwe watoto waliobarikiwa wa Sayuni wanaoweza kuleta baraka neema ya Mungu na miujiza ya injili kama vile ilivyosemwa, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na walimu wa sheria, kamwe hamtaingia katika ufalme wa mbinguni. Matendo yetu, maneno na nia yetu lazima iwe ya watu wa mbinguni, kama malaika badala ya kufikia asilimia hamsini au asilimia sitini tu ya hulka ya Mungu, tunapaswa kuyakisi hulka yake kikamilifu. Hili si jambo ninalowaomba, lakini Mungu anatamani tuyapitie mabadiliko hayo. Miongoni mwa wanafamilia wetu wa Sayuni, hebu tuongee maneno mengi yanayoleta baraka. Tunapaswa kuyazoea maneno kama hayo ikiwa Mungu ameahidi kutupatia nchi ya Kanaani, tunapaswa kuitikia amen na kusema wao ni mkate wetu. Walakini, kama badala yake tunasema amen kwa malalamiko, nini kitatokea? Je, hatungeishia kuangamia? Ndiyo maana imesisitizwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya kumi, mi msinung'unike. Wakati mwingine tunakabiliana na vizuizi kwa sababu kuna kusudi kuu la Mungu lililofichwa. Wakati mwingine, ingawa tunatumaini mafanikio makubwa, tunaweza kupata hasara. Mungu hutoa hali mbalimbali zinazomfaa kila mmoja wetu. Walakini tunaona nini tunapokagua kwa makini? Mwishowe tunatambua kwamba Mungu alituongoza kwenye hiyo njia ili kutubariki. Yosefu mwana wa kumi na moja wa Yakobo alipitia nyakati nyingi za mema na mabaya. Yosefu aliuzwa utumwani Misri na kaka zake. Alipokuwa mtumishi katika nyumba ya Potifa, alishtakiwa kwa uongo na kupelekwa gerezani. Kwa sababu ya so, uwezo wake wa kutafsiri ndoto, alichaguliwa na Farao naye akawa waziri mkuu mku. Mungu alikuwa pamoja naye kila hatua. Mungu alikuwa pamoja naye si tu nyakati nzuri, bali pia katika hali zisizofaa. Mungu alingoja hadi waisraeli walipokuwa na wakawa taifa kubwa huko Misri. Kupitia mchakato huu, lazima mkubali kwamba mema na mabaya ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Mnaweza kufikiri "Huyo muumini anaonekana kupokea baraka za Mungu hivyo kila kitu maishani mwake kinaenda sawa sawa. Kwa nini ninakabili magumu mengi sana? Au kila mtu anaonekana mwenye furaha. Kwa nini sipokei baraka za Mungu ingawa nina imani katika Mungu?" Lazima utupilie mbali mawazo kama hayo. Hatimaye Mungu anafanya nini kwa ajili yetu? Mwishowe anatubariki hadi hatimaye tupokee baraka hizi. Mungu anatuongoza kupitia mchakato ambapo tunaweza kukabili vikwazo, kuvumilia magumu, kupata hasara na wakati mwingine kufurahia mafanikio makubwa. Ikiwa ni kwenye njia za amani, kwenye njia zilizo ngumu, na katika hali nyingine nyingi, Mungu yuko pamoja nasi daima. Ingawa tunatembea katika bonde lenye giza nene la kivuli cha mauti, Mungu anafanya nini? Je, hasemi atakuwa pamoja nasi kuwa nuru yetu na kuwa fimbo yetu? Mungu anaturuhusu kukabiliana na aina nyingi za maisha katika dunia hii ili hatimaye atuweke katika wadhifa tukufu wa ukuhani wa kifalme mbinguni. Kila tunapokumbana na hali hizo za maisha hatupaswi kufikiri kwa njia hasi, kama je, mimi pekee sipokei baraka? Mbona hili linanitokea? Fikirieni kuhusu kile Yosefu alichowaambia ndugu zake, haya yote yalifanywa na Mungu, si ninyi mlioniuza utumwani huko Misri. Aliwaambia wasijilaumu kwa sababu kila kitu kilikuwa kimetukia chini ya uongozi wa Mungu. Je, haikuandikwa katika Biblia kwamba hakuwachukia ndugu zake bali aliwafariji? Kwa kuwa baba na mama wanatuongoza kwenye njia yenye maana ya mbinguni ndani ya mpango wao mkuu. Haijalishi ni maisha ya aina gani tunapewa, ni sehemu ya safari ya kwenda mbinguni. Ikiwa ni hali zilizotukia njiani kwenda jehanamu, ingeleta maana kunung'unika. Lakini kwa kuwa zinatokea njiani kwenda mbinguni, je, kuna haja yoyote ya kunung'unika? Tunapaswa kufurahi, tunapaswa kuwa na shukrani nyingi. Ni lazima tutoe sifa na utukufu kwa Mungu kila siku. Nikitumaini kwamba Sayuni itajaa maneno yaletayo baraka, ningependa kuhitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.